Naitwa Namana Shabani, kaimu mtendaji kata kata ya Yanyemelangano. Kwa kupitia mafunzo haya, tutaenda kuwaelimisha wananchi kuhusiana kuhusiana na masuala ya chanjo, kuwahamasisha kuwapeleka watoto kwa ajili ya kupata chanjo kupitia mikutano ya hadhara, vikao vya ndani, pia kupitia matangazo mbalimbali. Tumefurahi kupata mafunzo haya kwa sababu yatatusaidia kuleta chachu ya wananchi pia kupata mafunzo zaidi, yani kuwaelimisha wananchi zaidi. Kupitia mafunzo haya tutatoa elimu zaidi kwa wananchi, kutokana na mafunzo tuliopewa na wao tutaenda kuwajengea uelewa tuliopata, chanjo inasaidia kukinga watoto kwa magonjwa mbali mbali. Kwa kupitia mafunzo haya itarahisisha wananchi kupata uelewa na kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya watoto kuwapeleka kwenye chanjo. Ndio tulipotoka tulipo, tulipo tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.